Aya, mimi nazidi kutema madini, sina hiana jamani. Mimi nasema sema tu, ukichukua umelichukua, ukiliacha umeliacha. Anyways, tuache kuongea maneno mengi. Kama ulivyosoma kava, sio mpaka aombe. Jamani, vipenzi wema, vipenzi wenye mapenzi ya dhati, mara zote huwa sio omba omba. mara zote wanaridhika na kile wanachokipata, yani wanaridhika na kile ambacho wanapewa. Wanaona kuomba wanakuwa na haya, they feel ashamed to ask for it. Lakini nao ni binadamu, wana moyo wa kutamani, wa kupenda e, wa kuvutiwa na jambo au wa kuvutiwa na kitu kuomba kwao inakuwa ni mtihani, lakini wewe kama kipenzi chao inabidi ujiongeze. Abdunnoor hapa, yes, kijiji kinazidi kuwa kikubwa. Kama wewe ni munio, sera ni ile ile usipite njia, hapa kuna majambo zikinoma noma, watu tunajifunza, watu tuna share experience, watu tunapata kuliwazana, hasa katika masuala ya kimahusiano, hasa katika masuala ya kimapenzi, hasa katika masuala ya uchumba na ndoa. So make sure umesubscribe ili na wewe mwana kijiji, ila kulike, kutoa maoni, kushare muhimu zaidi, na ukikosa la kutuambia, pia unaweza kutuambia unaangalia kutoka wapi? E? Anyways, kwa nini unapaswa kumpa mubebe au kutoa kabla hajakuomba? Na hii ni kwa both sides, habibi na habibti, yani wabebez, kwa sababu sote tunategemeana Right? Sababu ya kwanza ambayo inakufanya wewe umpe mubebe kabla hajakuomba, mara zote inakuwa ni dalili ambayo sio nzuri, yaani anapokuomba ujue kwamba kafikwa kooni. I'm telling you, ukiona mubebe ambaye huwa haombi siku hiyo kaomba, ujue kashawaza na kuwaza, kapiga huku, kaangalia, kafanya hivi, kaangalia hivi, akaona sahaina namna itabidi niombe. Na ukiona amekuomba, jua hilo sio hitaji la kawaida, limefika hapa. Yes, na wewe kama ni muungwana, ukaona amekuomba, na unajua mubebe huwa hakuombi, I say, ask for sorry. Muombe samahani kwa kujisahau kwa sababu ulibidi umpe kabla hajakuomba. Sababu ya pili is boring aina ya kukwaza. Trust me my friend, hakuna kitu kinachomboa haluli habibti, habibi, kipenzi kama kila kitu lazima kuombe. Yaani nafsi yake inakuwa inamwambia kwani kila kitu lazima niombe. Kama una experience unanielewa. Imagine ukitaka kiatu nguo lazima uombe. Imagine ukitaka kusuka lazima uombe. Imagine ukitaka mchango harusi lazima uombe. Imagine umetoka job, umechoka, umejilaza kitandani, maji ya kuoga lazima uombe. Kwa Imagine unaomba amani baina yenu kila siku. Imagine unaomba kuheshimiwa kila siku. It's boring, eh. Sasa nataka ni kwambia my friend, the same boring to you the same boring to her or him. Na maanisha kwamba unavyojisikia inakuboa wewe, hivyo hivyo inamboa hata yeye. Inafika pahala unatengeneza kitu fulani ambacho tunaenda kukiongelea kwenye pointi ya nne. So stay tuned. So dear one, jitahidi kutoa basic needs, jitahidi kutoa vitu vitu fulani kabla hujaombwa. Unapotoa vitu vile mapema, neno sweetie, neno my darling, neno my habib, neno my habibi, neno my gift, neno my carpet. I say ni haki yako. Smile da. Huh? Anyways, sababu ya tatu, kutoa kabla ya kuombwa ni ya kujitambua. Yes, I accept kuna kupitiwa. Yes, mambo ni mengi, muda ni mchache. But not all the time, dear one, unapotoa bila kushinikizwa, matumizi, uangalizi, maneno mazuri, eh, taking care of him or her. Muda, lakini pia na kujali. I mean their well-beings. Hapo unakuwa unajimwambafai jimambafai, apo, unakuwa unajidadafai, apo unakuwa unajimamafai. Tena bila hata kunena. Hapo unakuwa unasema na kuthamini sana kipenzi changu, na kupenda sana kipenzi changu. Niko kwa ajili yako kipenzi changu. Sitakubali upate karaha kipenzi Hako. Siko tayari kuona unaangaika. Sio wale tunaoishia kuzungumza kwa midomo, lakini when it comes to actions, mikono yetu ni mifupi. No offense. Lakini sababu ya nne ya kufanya wewe utoe freely, willingly bila kuombwa ni kwamba uko katika vita. Yes, utanielewa hapa, maisha ya mwanadamu always yako katika vita. Unapoingia katika mahusiano yanayohusisha hisia, mapenzi, uchumba, ndoa, jua ulimuona. Kuna waliomuona, lakini pia bado kuna watu wanaendelea kumuona na wanatamani, leo kesho mwachane, wa take advantage. Na mara nyingine natupia ndoana umo umo, yaani hawajali anamilikiwa au ana mtu au unamiliki. Kwa hiyo ukiapply ka uzembe kidogo, yaani ukawa ni mtu ambaye unachungulia mfuko wako, ukawa ni mtu una mkono mfupi, yaani wewe ukawa ni mtu ambaye unataka ulamu wa migundo, utoe mm. Kuna viungo wa maliziaji ndugu yangu, ukiplay ka uzembe kidogo tu wanachukua ball, wanamalizia, wanaskor goal. Yaani wo unakuwa umeplay pati ya kuasisti ma legend, najua niko nao hapa na watu. Mara nyingi utawasikia wanasema ukibana kuna wenzio wanaachia, lakini utasikia wengine wanakuambia mwanaume ni yule anayenyosha mkono, mwanaume anayeufupisha mkono huyo sio mwanaume. So point ya msingi, jiongeze kabla hawajajiongeza, toa kabla hawajakusaidia kutoa. Sababu ya tano, na hii ni muhimu zaidi, inaongeza ubunifu. Najua ushawaza jambo fulani hapa. Yes, ukiwa unatoa willingly, mubebe kama amefanya majambo zipoa, kapika poa, kakufariji kipindi kigumu, mubebe. Kakupa heshima zako zote, mubebe. Kakupa mawazo makubwa ambayo hukukaa ukayafikiria, mubebe. Ka play part yake vizuri kwenye sita kwa sita, hakuna ukakasi hapa. Kama kuna ukakasi, umeuleta mwenyewe. Akikisha unamsifia willingly, usisubiri akwambie nisifie. Akikisha umempa kitu kizuri willingly, hata sasa mpa, unaweza kumpa sio mbaya. Hapa ndipo mubebe anaanza kuongeza udambu udambu -udambu. anaongeza majonjo, anaona kwamba anachokifanya kina matunda ndani yake. Kini, ukiwa ni mtu ambaye una mkono mfupi, ukiwa ni mtu ambaye unakaa kimya, husifi willingly, huzungumzi maneno mazuri willingly. I say atabakia kuwa yule yule, kwa sababu anaona hata akiongeza udambu udambu, anakuwa hasifiwi, anakuwa hapewi chochote. Sababu ya sita, unaua ujasiri wa kuanza kunengeneka nje. Unajua mda mwingine tuna deviate yes. Lakini sio kwa sababu tuna tamaa, ni kwa sababu tunapewa ujasiri na vipenzi vyetu bila kuomba, na vipenzi vyetu wanatupa ujasiri kwa sababu wanafanya unknowingly. Imagine kila kitu lazima niombe. Nikipata mtoto mkali anayejiongeza ana nipa vitu willingly, naamisha majeshi. Kama ni kadada, akapata mtu ambaye ana mkono mrefu, anatoa tu, anatoa tu, anajali bila hata kuombwa, anajali yani ni mtu fulani hivi ambaye anavaa viatu vyake, oi, takuta mwana sio wako. Kwa nini anaamua kunengeneka nje? Ni kwa sababu pale moyo unakuwa unashindwa kumsuta, anaona anachokifanya ni sahihi. Moyo unakuwa unamwambia lakini, huyu anakujali, huyu anatoa, ila yule ana mkono mfupi, hatoi, ni bahili mpaka umpigie magoti umlambe lambe. So, who is the best? Anaona yule ni bora kuliko wewe. Mwisho siku mwana sio wako, unaanza kulalama, lakini ni wewe ulimpa ujasiri mwenyewe. Ila unapokuwa mtoaji willingly, unapokuwa unakuwepo kwenye shida zake bila kuombwa, unapokuwa unajali, unazungumza maneno mazuri bila kuombwa, mwisho wa siku akija kunengeneka, nafsi kunengeea nafsi inamwambia na we uliye naye ni wachache siku hizi, usicheze bahati, ukimwacha ukinengeneka utakuja kujuta. Mwisho wa siku anatuliza mshono. Nini point ya msingi, ukiwa mtoaji, unakamilisha majukumu yako pasipo kuambiwa, pasipo kuanza kumwazisha mpenzi, mwisho wa siku anatulia, anashindwa kupata ujasiri wa kunengeneka nje. Anyways, umeona hizo sababu hazitoshi? Unaona kama ah, mbona anaongea sababu nyepesi nyepesi, lakini kuna sababu ya saba. Si unapenda ufalme wa mbingu, right? si unataka malipo ya Mwenyezi Mungu, right? Basi mpe kwa ajili ya kutegemea malipo ya Mwenyezi Mungu. Kwa sisi upande wetu wa Islamu, kumpa mke au kipenzi chako zawadi, hela au kitu chochote kwa ajili ya kumaintain faraja yake na willingly, inaweza ikawa hata matumizi, ili mradi asiwe na tamaa, ili mradi aridhike, awe na furaha moyoni mwake, na ukatoa, sio kwa nia ya yeye akulipe, ukatoa kwa nia ya kumkopesha Mwenyezi Mungu, yaani ukatoa kwa ajili ya sadaka. Ina malipo makubwa kuliko kwingine kote unakopeleka, na hii imezungumzwa na Mtume, na kama utataka kufatilia, sitakula muda wako, nenda kasome ujihakikishie mwenyewe. Point to note, toa willingly kama uliye naye muko committed, kama uliye naye una uhakika naye. Ni mimi Abdunnoor, make sure unajisajili, make sure una like, make sure una share ili video iende duniani. Bye for now.